Na watoto wa kurandaranda mitaani mara nyingi wamepuuzwa na jamii, huku maisha yao yakisalia ya kuombaomba. Ni hali iliyompa motisha Florence Akinyi Onyango kuanza kuwashughulikia vijana wa kurandaranda katika mji wa Eldoret kaunti ya Uasin Gishu. Kwa sasa anawashughulikia takriban watoto 400, na ndiye anatupambia makala ya Mwanamke Bomba yaliyokujia ya mara ya kwanza hapo jana. Kwa majina, mi naitwa Florence, jina yenye imejulikana hapa Eldoret ni Mama Dota. mimi nauza samaki pale Isili e, nauzia wa mama wenye wanakuja kukomboa, alafu wanaanza kuuza. Hapa Eldoret tuko na wale watoto wenye wanatembea kwa street. Sasa ile ninaona kama wako kwa street vile wako pale Isili, wengine wanakuja na watoto wadogo wadogo, ninaona uchungu kama mmama, Niliona ni, ni wape sanitary towel na ni wape pampers na chupi ile ya ndani. Kama nikienda pale penye wako, unapata mwingine ametumia nguo kiraka, mwingine amejipaka nayo o, wale wengine hawana panti za ndani, so hizo vitu zinaanguka tu, ndio maana niliona niwaperekee. Nawaperekea mpaka nguo ili wakae wasafi. <coughs> Mpango yangu yenye niko nayo baadaye, wanyama ninaomba Mungu akinisaidia, ili yao watoto wasisumbue wengine. Naomba Mungu anisaidie ninunue mahali pa hata nusu eka, tuwaweke wakuje wajisaidie, nayeomisha Wakenya wote tukini nje tusaidie hao watoto, ili tuwajaribu kuwatoe kwa street. Nimeandika chokora ine na wanafanya kazi kuliko wale wenye wametoka kwa manyumba zao wanafanya kazi kwa bidii, na wachukui kitu yako kama unamuleta unamu, upendo kwake. Kama saa hii tuko na watoto wenye tumewajaribu kuwatoa, wako chidensom wanasoma. Wale wengine pia wamefanya mtihani, wamejaribu sana. Wale wenye wanaweza kazi tuwapeleke hata kwa carpentry hata terari mama dota amekuwa msaada kwetu. Alipoianza kazi alianza Mada 2013 anye amekuwa kilisha mashefa, tulianzia kule kwake juu na amekuwa msaada kwetu na sapoti mamadota, kwa kunisimamia niko na mtoto na naona venye anafanya mambo yake. Hata mimi pia nimi, ni mshefa na nimewaweka watoto mia moja kwa SHA. So naamisha wananchi wote tokeni nje tuwasaidie hawa watoto wakae kama watoto wetu wenye wako kwa nyumba <laughs> napiga asante sana kwa serikali kusema watu wachukue ID bila kulipa. Ninaomba chifu wote wa wache hawa watoto wachukue ID, ili itatupea kazi rahisi ya kulipia hao watoto SHA, wako na uhuru ya kupigia kupiga kura penye wanataka. Ninaomba Wakenya musipuuse hawa watoto juu, saa ile umepuuza huyu mtoto atakuwa pickpocket Ata kunyang'anya simu. Tupende hawa watoto vile tumependa yetu. Na sisi wamama, inafaa tukae na utu sana kushinda watu yoyote, juu sisi ndio tunaenda leba.